Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu siku ya Alhamisi. Masomo yetu tunayapata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi ya nane na Injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Yohane sura ya kumi na sita aya ya kumi na sita hadi ya ishirini. Nitaisoma Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo bado kitambo kidogo nanyi hamnioni na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Basi wakasema neno gani hilo asemalo hilo, bado kitambo kidogo? Hatujui asemalo. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaloulizana uri, mnalo ya kuwa nalisema, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Amin, amin nawaambia ninyi, mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Twende katika tafakari yetu tunaoipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 18 kuanzia ile aya ya kwanza hadi ya nane katika sura ya kumi na saba mwishoni kabisa, a tumekutana na utume wa Paulo akiwa Athens Ugiriki, huko alikoshindwa katika kumhubiri Kristo, mwishoni akajikuta amepata wafuasi wawili tu. Sasa e, kitabu cha matendo ya mitume sura ile ya kumi na nane aya ya kwanza Inazungumza kwamba baada ya matukio hayo Paulo alitoka Athen akafika Korinto. Aliondoka Athen kwa huzuni. Kwa nini aliondoka kwa huzuni? Wengine katika kutoa tafakari juu ya matukio yaliyotokea kule Athen wanasema kuwa Paulo alishindwa kuwapata wafuasi wengi kule Athen kwa sababu katika mahubiri yake Eh, akiwa pale Aeropago hakufanya nukuu yoyote ile ya maandiko matakatifu kutoka katika Agano la Kale, bali alitumia mantiki za kifalsafa kulingana na hali ya wale watu wa Atheni aliokuwa wamekutana nao, wanafalsafa. Akajua kwamba ataweza kushawishi akili zao waweze kumjua Mungu na ndipo aweze kuwapata watu wengi. Fundisho usije hata siku moja ukatumia mantiki za kifalsafa katika kuweza kuwashawishi wasomi waweze kumjua Kristo, wamjue Mungu. Hubiri neno la Mungu jinsi lilivyo, hubiri kweli ya neno la Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu ambaye aliwaumba hawa watu aweze kuwageuza yeye mwenyewe ndani ya ya mioyo yao na si katika suala la zima la mantiki za akili zao. Alipoamua kwenda Korinto, hasa amefika Korinto Paulo aliamua kubadilisha mtindo wake wa kuweza kuhubiri kwa asilimia mia moja. Aliamua kuhubiri msalaba, hata kama ulionekana kwamba ni upuuzi kwa Yunani, aliamua kuhubiri msalaba. Tunapata hii kutoka eh, ile barua ya kwanza kwa Korinto sura ya kwanza aya 18 na sura ya pili aya ya 5 na hapo alipata wafuasi wengi sana alipoamua kuhubiri msalama alipofika Korinto. Korinto ulikuwa ni mji wa namna gani? Mji wa Korinto ulikuwa ni mojawapo ya miji mibaya katika nyakati zile ambazo Paulo alikuwa naishi. Yaani Korinto, hili jiji la Korinto lilikuwa limejaa eh, makahaba wa mahekalu. Nyakati hizo kulikuwa kuna mungu Venus. Huyu mungu Venus yeye alikuwa ni mungu wa kike ambaye yeye alisifika sana kutoa e, uzazi. Kwa wale watu wote ambao walikuwa wana shida ya uzazi, walikwenda moja kwa moja kwa mungu Venus ili kuweza kupata watoto. Huko walipangwa makahaba mbalimbali mbali, ambao walikuwa wana kazi ya kufanya uasherati katika hayo mahekalu. Ndiyo maana nyakati hizo mtu e, yeyote yule akisema kwamba unatenda kama Mkorinto, maana yake wewe ni mwasharati. Korinto ilipokuwa imejaa makahaba e, hao makahaba wakawa wanaitwa wazi wazi kwamba ni Wakorinto. Kwa hiyo jina la Korinto halikuwa zuri. Paulo anakwenda katika miji ambayo ni mibaya, mtu ambaye amejaa nguvu za Roho Mtakatifu na anayeongozwa na Mwenyezi Mungu, na katika nyakati hizi hakuzuiwa na Roho Mtakatifu. Tujifunza jambo hapa kwamba katika nyakati zetu hizi sisi ambazo tuko nazo, baadhi ya wahubiri wanachagua maeneo ya kwenda. Miji mibaya, maeneo machafu, maeneo ambayo yana majina mabaya kama Korinto, hawapendi kwenda ili waweze kuonekana kwamba wao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Paulo, akijua kwamba katika miji hiyo michafu kuna mmoja alimwaga damu kwa ajili ya wa ukombozi wao, alikubali kwenda kuweza kumhubiri Kristo huko. Tusije tukachagua hata mara moja maeneo mazuri, twende katika miji mibaya, twende katika maeneo mabaya ambayo hawamjui Kristo na maeneo hayo, hata siku moja watu hawa hawataweza kubadilika, na huko tukienda kumhubiri Kristo, tukienda kumhubiri juu ya nguvu ya damu ya Kristo, watu hawa watageuka. Ingawa watu a, wenyeji wale wa Korinto walimwamini Kristo kwa mahubiri ya Paulo juu ya nguvu ya msalaba. Walikuwa wameathiriwa sana na mazingira yao mapotovu ambayo waliendeleza uasherati. Ndio maana Paulo katika barua yake ile ya Wakorinto sura ya kwanza kuanzia aya ya tano mpaka ya pili anataja dhambi ya zinaa kwamba ilikuwa ni dhambi ambayo ilikuwa imelitesa kanisa lile la Korinto. Katika kwenda kwake huko Korinto tunatambua mambo makubwa mawili ya Paulo alivyofika huko, ya kwanza ni maisha ya ujumla ya Paulo, yaani kweli ya maisha ya Paulo. Kwamba Paulo alikuwa ni rabi, na desturi ya Kiyahudi ilikuwa ni kwamba kila rabi lazima awe na kazi au biashara. Yaani rabi akiwa na kazi yake au akiwa na biashara yake, rabi hii rabi huyu hapaswi kuchukua pesa yoyote ile kutoka kwa watu anaowahubiria. Narudia tena, rabi kulingana na desturi za Kiyahudi alikuwa hapaswi kuchukua pesa yoyote ile kutoka kwa watu wale ambao amewahubiria Injili, na ndivyo ilivyokuwa imeandikwa: kila rabi lazima aweze kuwa na kazi yake, aweze kuwa na biashara yake. Wakasema kwamba lazima rabi ajipatie riziki yake mwenyewe kupitia kazi au biashara yake. Ndio maana katika mojawapo ya misemo ya dini ya Kiyahudi walisema hivi kwa wale marabi, misemo hiyo ilisema mtu asiyefundisha mtoto wake biashara anamfundisha wizi. Narudia, mtu asiyemfundisha mtoto wake biashara, asiyemfundisha mtoto wake kazi, anamfundisha mtoto wake kuwa mwizi. Paulo, rabi wa Kiyahudi, alifundishwa kazi na akawa fundi wa kushona mahema, ndiyo maana anavyofika kule Korinto, anakutana na jamii ile ya Wayahudi akaungana nao katika kazi ile. Paulo alijivunia kazi hiyo ya kushona mahema, anasema wazi wazi kwamba yeye katika utume wake hakuwa mzigo kwa mtu yeyote yule. Tunaipata hii kutoka Wakorinto wa pili sura ya 11 aya 9. Tunajifunza kitu gani? Yeye Paulo ambaye alikuwa ni rabi hakuchukua pesa, hakuwa mzigo kwa watu aliokuwa anaowahubiria. Leo tupo katika nyakati ambazo wahubiri wengi wamekuwa ni mzigo kwa wale watu wanaowahubiria. Muda mwingi baada ya kuweza kuhubiri wanaanza kudai sadaka. Asilimia kubwa ya wahubiri wengi wanaozunguka huko mtaani, ukimuuliza una kazi gani ambayo unaoifanya? Wenzako kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi wapo kazini, wewe una kazi gani? Una biashara gani inayokupelekea kipato? Hana bali ni kuzunguka katika nyumba za watu mbalimbali, wakati watu wengine wapo makazini wao, huku wanasema kwamba wanahubiri Kristo. Hao si wahubiri wa kweli kulingana na mwalimu Paulo au mtume Paulo alivyokuwa amefundishwa na ile misingi ambayo tunaipata kupitia e, Biblia takatifu, kupitia wale mitume miamba ya kanisa. Na angalia Paulo anajivunia kazi yake, anajivunia kazi yake ya kuweza kuwa mtengeneza mahema. Je, wewe mhubiri wa sasa hivi unajivunia kazi yako gani? Kazi yako gani unaojivunia ambayo inakupelekea usiweze kuwaegamia watu? Tujitafakari katika nyakati hizi ambazo tuna lukuki la watu wanaojiita manabii na watu wanaojiita wahubiri kila kona katika maeneo mbalimbali. Paulo akiwa huko Korinto, jambo la pili unalojifunza alipingwa sana na Wayahudi. Wayahudi wale ambao ndio ndugu zake walimpinga wali alipoamua kuweza kuwashuhudia juu ya nguvu ya msalaba, waliweza kumpinga, walimpinga hadi wakafika hatua, wakamtukana Mungu. Yani, mazingira ya watu wa Korinto yaliwapelekea hata Wayahudi na wenyewe ambao ni wacha Mungu kwa asili, wanamjua Mwenyezi Mungu, wakajikuta kwamba ni watu wa matusi, watu wa tabia mbaya, wakamtukana hadi Mwenyezi Mungu. Paulo akakung'uta aka mavazi yake akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi. Tangu sasa ninakwenda kwa watu wa mataifa. Sasa alipoondoka kwenda kwa watu wa mataifa, ndio tunakuja kukutana na lile neno ambalo Yesu anazungumza katika ile Injili ya Yohana sura ya 16 kuanzia ile aya ya 20, anaposema ninyi mtalia, alipokuwa anawaambia mitume wake, mtalia na kuomboleza bali ulimwengu utafurahi. Paulo ametoka Athen ambako hakueleweka kwa wale wasomi, akaambulia watu wawili. Amekuja Korinto, mazingira mabaya, watu ambao wamejaa katika dhambi za hali nyingi. Zaidi alitegemea kwamba angepata faraja kutoka kwa hawa Wayahudi ndugu zake ambao waliokuwa wamempokea. Wayahudi wao wenyewe pia wanampinga, waliposikia habari za msalaba kuna kipindi utumishi wako unaweza ukakuletea huzuni, ulitegemea furaha, lakini ikawa ni huzuni kubwa zaidi. Unapingwa kuanzia kwa watu wa ndani, mazingira ya nje ni ya hatari kwako, hakuna faraja yoyote ile. Ndio maneno yale ya Yesu ambayo anazungumza kwamba ukiwa ni mtumishi wa mwenyezi Mungu, ujiandaye kwamba e, nyakati kuna nyakati utalia, kuna nyakati utaomboleza kwa ajili ya kazi ya Kristo, wakati ulimwengu na wale wanaoongoza watakuwa wanafurahi. Anasema kuna nyakati utahuzunishwa, lakini huzuni hiyo kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu itageuka kuwa furaha. Jipe moyo katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Wewe si wa kwanza kuweza kushindwa. Wewe si wa kwanza kuweza kupingwa. Wewe si wa kwanza kuweza kunenewa mabaya. Wewe si wa kwanza katika kuweza kuona ugumu katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Walikuwepo miamba Paulo na wenzake walikuwepo, wale mitume wa kwanza walipokea katika mazingira magumu. Yaani hakuna mtumishi yeyote wa Mwenyezi Mungu ambaye anaweza akapokelewa katika nyakati zote zile, atapingwa. Na ukipingwa ni uthibitisho kwamba wewe ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Songa mbele, jipe moyo, furaha yako ni mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.